Kujiunga na familia ya wawekezaji jijini Dodoma huhitaji kubonyeza nyota wala reli. Unachohitaji ni taarifa za wapi yalipo maeneo sahihi kwa ajili ya uwekezaji wako, na jukumu la uwekezaji huo linabaki mikononi mwako. Bila shaka umeshasikia habari za maeneo tofauti ya uwekezaji hapa Dodoma, lakini vipi, umeshasikia kuhusu Kisasa Mwangaza? Kisasa Mwangaza sio tu jina, ni ramani ya mwelekeo mpya wa uwekezaji jijini Dodoma, ni ardhi iliyobeba utajiri mkubwa Nitakriba ni takriban kilomita saba tu kutoka katikati ya jiji la Dodoma, lakini eneo hili la Kisasa Mwangaza linapakana na maeneo kama Njedengwa Investment, Shoppers Plaza na Medeli, lakini pia ni jirani kabisa na ilipo stendi kuu ya mabasi Nanenane. Hapa tuna viwanja vya ukubwa tofauti, mita tuna square mita 700, 1200, 1700 na 3400, na viwanja vyote hivi unaweza kuwekeza makazi ya kuishi, apartment, hoteli au uwekezaji mwingine. Ukishanunua, swala la hati tuachie sisi.